Ni sauti ya diwani wetu. Ndugu zangu, wanakitongosima kwa ujumla, niendelee kuwashukuru sana kwa dhati. Tumetumika na ninyi katika kuleta maendeleo yote ambayo yametajwa na waliosimama kwenye jukwaa hili, na bahati nzuri kabisa, wanakitongosima, ile miradi ambayo tumeitekeleza tukiwa pamoja na ninyi watu wa masaidi gula wameitaja yote. Lakini pamoja na hayo, amesimama mbunge wetu wanayegombea nafasi ya ubunge jimbo la Magu, ameongea miradi yote tuliyoifanya, tuliyoitekeleza kwa pamoja na nini, lakini pia mbunge wetu amesema ipo haja ya kuendelea kuisaidia Kitongosima kwa sababu maendeleo hayana mwisho. Ameongea swala mabarabara, mbunge, lakini pia kunao mradi wa maji ambao, kimsingi baada ya uchaguzi, utaingia kwenye utekelezaji na kwenda kukamilika. Ndugu zangu wana Kitongosima kwa ujumla, kwa maana ya Kigangama Kitongo pamoja na wanarugeni. Ombi letu kwa ujumla, tarehe ishirini na tisa mkatupe kula za kutosha Mkapa, mkampatie kula Dr. Samia, mgombea wa nafasi ya urais, lakini pia tarehe ishirini na tisa mkatupe kula mbunge wetu Kiswaga, lakini tarehe ishirini na tisa mkanipatie kula za ndio na kwa kuwa sisi wanasiasa ongo yetu ni kutupa kula nyingi za kutosha, ili tuwe na moyo wa kutumika usiku na mchana. Ndugu zangu wana Kitongosima, naamini kwamba yamesema mengi sana, lakini wapo bado masarigio hawajaimba Niwaombe sana ndugu zangu, kwamba jambo la msingi ambalo leo limetukusanya hapa ni wa kwa ajili ya uchaguzi ambao tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi unaenda kuumishia hapo. Lakini baada ya hayo ndugu zangu wana Kitongosima, upeni ushirikiano wa kutosha, kwa sababu naamini maendeleo yataletwa na sisi wenyewe. Hakuna mwingine ambaye atakuja kwa ajili ya kutuletea maendeleo. Lazima tunapokuwa tuna jambo la kufanya, lazima tushikamane, tukubaliane, ili jambo liweze kukaa na kusimama kwa ajili ya vizazi vizazi. Ndugu zangu wanakigangama, kuna miradi mingi. Kwa awamu ambayo imepita, hatukuwa na sekondari kama walivyosema, lakini pia hatukuwa na josho kwa ajili ya mifugo wetu. Leo hivyo vyote vipo. Lakini ukiendelea kwenye kada ya afya, ukiangalia kwenye zahanati ya Kigangama, wanakigangama unaendelea kuboresha. Lakini ukienda Kitongo kuna zahanati ambao kimsingi tunaendelea kuiboresha kwa manufaa ya wananchi wana Kitongo sima wote. Hatukuwa na sekondari Kitongo, leo kuna ujenzi wa sekondari Kitongo na kama alivyosema mbunge. Matarajio yetu kama viongozi tunatarajia kufikia mwezi wa kwanza tuone wanafunzi wanaenda kusoma Kitongosima sekondari pale.